Mamlaka nchini Thailand zinapambana kudhibiti shimo kubwa lililotokea karibu na hospitali moja katikati ya jiji la Bangkok na kusababisha usumbufu wa huduma za kijamii na usafiri shimo hilo lenye kina cha takribani mita hamsini na ukubwa wa zaidi ya mita za mraba mia tisa lilijitokeza mbele ya hospitali ya Vajra na kulazimisha kusimamishwa kwa usafiri katika eneo hilo. Video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha barabara ikizama taratibu huku maji yakitiririka kutoka kwenye bomba la maji taka na kuvuta chini nguzo ya umeme. Hospitali hiyo ilitangaza kuwa haitapokea wagonjwa wakati wa tukio hilo. Udongo kutoka kwenye ujenzi wa reli ya chini ya ardhi ulikuwa unasogea ndani. Waziri Mkuu Antin Chanvirakul amewaambia waandishi wa habari kwamba kwa bahati nzuri, hakuna vifo wala majeruhi vilivyotokea kutokana na mkasa huo. Meya wa jiji la Bangkok Chadichat Stipunt amesema bomba lilikatika na kusababisha kukatika kwa maji na umeme Hospital haina tatizo, lakini tunahofia kituo cha polisi kilicho jirani bado ni hatari na wananchi wamehamishwa, amesema waziri mkuu huyo. Shimo hilo maarufu wa Kiingereza kama sinkhole ni shimo kubwa linalotokea ghafla ardhini kutokana na udhaifu au kuporomoka kwa tabaka la juu la ardhi. Mara nyingi hutokea pale ambapo mwamba wa chini, hasa miamba ya chokaa kama limestone, gypsum au chumvi, kuchakaa au kuchoka kutokana na maji yanayopenya na kuyeyusha mwamba huo Matokeo yake nafasi tupu yani cavity hujitokeza ama hujingika chini ya ardhi, na hatimaye tabaka la juu huanguka na kusababisha shimo refu na pana. Sababu kuu zinazotajwa na wataalamu wa miamba ama wataalamu wa jiolojia wanasema, maji yenye tindikali kidogo, yani carbonic acid hupenya kwenye nyufa za mwamba wa chokaa na gypsum, na huyeyuka taratibu na kisha kutengeneza udhaifu wa chini ya ardhi. Lakini kitu cha pili ambacho wanajiolojia wanasema kinasababisha ni maji yanapotiririka au kupungua ghafla katika mwamba wa chini unaokuwa umebeba maji hayo. Kwa mfano kutokana na visima vya chini ya ardhi kuvutwa maji kupita kiasi, huondoa msaada wa tabaka la juu na kusababisha kuporomoka. Uchimbaji wa madini, ujenzi holela na uchimbaji wa visima vikubwa vya maji na mafuta unaweza kuharibu pia uimara wa miamba na kuchochea kutokea kwa sinkhole. Pia matetemeko ya ardhi ama mitikisiko huongeza nyufa na kuharakisha kuporomoka kwa udongo ndani ya ardhi. Mifano ya nchi nyingi ambazo ziliwahi kuathirika na sinkhole ni nyingi, lakini hizi ni chache tu. Mojawapo ni China katika jimbo la Guanshi na Chongqing. Maeneo haya yana miamba mingi ya chokaa choka, yani karst landscape, na sinkhole kubwa zimekuwa zikiripotiwa mara kwa mara. Lakini pia nchi ya Guatemala katika mji wa Guatemala mwaka elfu mbili na kumi sinkhole kubwa ilitokea na ilimeza jengo lote, jambo lilo ishata fulani duniani. Hii ni Msasa Media.